Wa Faulink Channel. Kwenye Faulink Channel utapata mifumo tofauti tofauti kama vile mifumo ya ratiba, mifumo ya matokeo, mifumo ya wasibu na mifumo mingine mingi. Sasa leo kwenye video hii naenda kuonyesha jinsi ya kutumia mfumo wa ratiba kwenye kutengeneza vipindi vya kitaaluma. Okay, cha kwanza lazima uwe na simu yako uwe na laptop au kompyuta, bando lako kidogo tu linatosha kupata mfumo wako wa ratiba safi kabisa bila shida yoyote. Cha kwanza unatakiwa uingie kwenye mtandao kwa kutumia Chrome, Mozilla Firefox, Opera Mini au Google yenyewe kawaida. Kwa hiyo utaandika faulink.com. Ukishaandika faulink.com utapiga interzeni, utakutana na kiwanda cha mifumo kama unavyoona hapo. Kiwanda cha mifumo hapa, utapata mfumo wa wasibu. Kama unataka kutumia mfumo wa wasibu, utajirejista hapo free kabisa, bila shida yoyote. Hapa ni mfumo wa matokeo, mfumo wa mitihani, mfumo wa mauzo, mfumo wa mikopo, mfumo wa ratiba za vipindi, pamoja na mifumo mingine. Sasa leo sisi tunataka kujifunza nataka nikufundishe au nikuelekeze namna ya kutumia mfumo wetu wa ratiba, mfumo safi kabisa, ambao hauna collision yoyote ile, unaotumia ndani ya dakika tano umeshatengeneza ratiba ya vipindi kwa shule nzima, bila collision yoyote, bila shida yoyote ile, okay. sasa twende tukaone kinachofanyika kwa ukishaingia Faulink, nimesema unaanza unaingia faulink.com unapiga enter then unakutana na hii mifumo ukishafika, unakuja hapa kwenye timetable. Kwa sababu sisi hatuna account mpaka sasa hivi, wewe ukiwa kama mtumiaji wa kwanza unajisajili, lakini kama ushakuingia kuingia basi unaingia moja kwa moja, una login. Sisi tutengeneza account yetu kwanza, sababu hatuna account. Unatengeneza account yako, unatengeneza account yako hapa lazima uweke email. Ukishatengeneza akaunti, unakuja unaweka password. Hii class ID unaachana nayo, unajiregister. Ukishajiregister mfumo unakuambia successfully, ko tayari una akaunti yako, kwa una login kama kawaida. Kwenye login, basi utaweka ile username yako then utaweka password yako kama kawaida, utaingia kwenye mfumo wa matokeo. Hapa unaweza ukaingiza, cha kwanza lazima uingize madarasa ulionayo, lazima uingize walimu, lazima uingize madara, masomo. Baadaye unaasaini masomo kwa walimu husika, unafanya setting za ratiba yako iweje, unaingiza event kama vile labda lunch time na vitu vingine baada ya hapo unajenereti tu ratiba yako. Unakuwa na alternative nyingi za kujenereti ratiba, unaweza ka hii ya kwanza kama ujaipenda, unakuja unatumia pili, kama ujaipenda, unakuja alternative nyingi, kama ujaipenda, unamalizia alternative ya nne. Na hizi zote zinakuwa na refresh, kila ukirefresh, unapata ratiba tofauti. Kwa hiyo hizi alternative zote nne nakuhakikishia, ndugu mfuatiliaji wa huwezi ukakosa timetable ambayo ita kufiti . Sasa tuende tukaangalie, tunaanza na kuadi madarasa tuliyonayo. Tunasajili madarasa yetu, kwa mfano mi na fmu nasajili kama kawaida, nakuja nasajirifomu na kuja nasajili darasa lingine. Kwa hapo mi nasajili madarasa niliyonayo, nasajili madarasa nilionayo. Ukishamaliza kusajili madarasa ulionayo yanajipanga kama kawaida hapo, zenu unakuja, una, unakuja kwenye kusajili walimu ulionao wayo masomo maybe ni semeni, na FM mwalimu wangu wa kwanza, na mwalimu mwingine maybe BK, na mwalimu mwingine maybe KM na mwalimu mwingine maybe BV na mwalimu mwingine maybe FB na mwalimu mwingine maybe KI. Kwa sasa hapo nasajili walimu wa kama kawaida. Unaweza ka, ukaediti huyu mwalimu maybe unaweza ukaediti au unaweza ukadiliti. Kwa hiyo mfumo unafanya kazi bila shida yoyote. Kwa hiyo baada ya kusajili majina walimu na kuja, unasajili masomo sasa ulionayo. Kwa mfano mimi nina chemistry, nina somo lingine la history, nina somo lingine la physics, nina somo lingine la kompyuta nina somo lingine la business, nina somo lingine la biology, na somo lingine la Kiswahili maybe biology, na somo lingine la Kiswahili, na somo lingine la civics. na somo lingine maybe bila hesabu na somo lingine la English na somo lingine maybe la geography. Kwa sasa nikishamaliza kuingiza masomo yangu, niliyonayo, masomo yangu kama kawaida yamejipanga hapo. Nikishamaliza kuingiza masomo nilionayo na kuja na asaini sasa masomo kwa walimu wangu niliona. Kwa mfano, BK huyu nampa biology form 1 huyoyo BK nampa tena biology form 2 huyo BK nampa biology kidato kingine, bike huyo huyo nampa biology form four. Nakuja mwaya mwingine bv nampa business study form one, huyo mwingine bv nampa maybe chemistry form one nampa chemistry form 2, nampa chemistry kidato hicho kingine, nampa chemistry form 4. Huo ni mfano, utaendelea kujaza details zingine. Sasa hapa mi naweza nika download majina yangu kwenye Excel, kwenye PDF, au nikapinti, au nikapinti kama kawaida. Kwa hiyo baada ya kuingiza detail, baada ya kuwasaini walimu, masomo kwa walimu wangu, kinachofuatia sasa hapa kinachofuatia mimi ni kuja kutengeneza setting hapa. Ninafanya setting kwamba nataka kwa siku si na si na niwe na vipindi vingapi? Kwa mfano nataka kwa siku niwe na vipindi nane, kwa siku niwe na vipindi nane kwa kila darasa alafu ratiba latiba niwe na breki kipindi cha tano pa, na, pa kipindi cha kipindi cha baada ya vipindi vinne kipindi cha tano kiwe cha breaki na kipindi cha kumi kwee cha breki nyingine ya pili. Haya, limit sasa kwa kila darasa, kwa kila siku. Kwa Jumatatu nataka niwe na vipindi vingapi? Nataka nione na vipindi kumi na mbili zikiwepo zile breki. Jumanne nataka pia niwe na, na kumi na mbili. Jumatano nataka maybe niwe na kumi e, Alhamisi nataka niwe na kumi. Ijumaa nataka niwe na vipindi vinne tu sababu ni siku fupi idadi ya vipindi hapa, naingiza maybe kwa fomu 1 naingiza vipindi vitatu vitatu, kwa fomu 1 naingiza vipindi vitatu vitatu, na fomu 2 vipindi vitatu vitatu, kwa kila darasa kwa kila somo, lakini kwa huyo hapa ile vipindi vinne vinne niwe na vipindi vinne vinne form four, hapo niwe na vipindi vinne vinne okay. Kwao nikisha maliza apo na sevu sasa, na save. Kwa hapa ndo kama una generate ratiba hizi, saving zote ndo naenda kuziona kwenye ratiba yako sasa ya vipindi. Baada ya sevu, mi nakuja naangalia hapa na jenereti ratiba sasa ya kwanza, kwa mfano kama unavyoona hapa, mimi walimu niliyowasaini masomo niliyowasaini masomo ni, ni, nimewasaini biology, nimewasaini business, nimewasaini na chemistry, ndo maana masomo yaliyotokea tu hapa. Sijawasaini walimu wengine vipindi kwao, kipindi kitatokea huku kama mwalimu kama hilo darasa ilo somo la darasa usiko melia saini mwalimu ndo utakalotokea huko. Hiyo labda hujaipenda, tuje kwenye alternative ya, yapi, ya pili, ratiba yako sasa, ambayo ni ratiba moja ya uhakika, ratiba moja nzuri kabisa, ambayo itakusaidia wewe kupata ratiba yako. Kwa mfano hapa Kiswahili imeshajigenerate kwa form 1, nilisema pindi vitatu vitatu. Kwa mfano kama unavyoona hapa Kiswahili ni vitatu. Eh, historia hapa vi, hapa kuna viwili hapa, stori nyingine cha tatu. Business viwili hapa, business nyingine vitatu. Kwa sasa ina balance, ina balance kabisa, vipindi vitatu vitatu. Tuje maybe form four, form six, Kiswahili hapa vipindi viwili navyo hivi hapa, koo ina balance, ratiba yetu haina shida yoyote. Kwa kwa, kwa mfano ujapenda, maybe una refresh hapo, ratiba ina, ina change una refresh. Kwa unapokuwa unaenda ku refresh utapata vipindi safi kabisa ambavyo unavihitaji. Kwa mfano hapa chemistry, navyo vipindi hivi hapa, nyingine hii hapa, kompyuta navyo viwili hapa, kompyuta nyingine hii hapa. Kwa namna yote hua utapata ratiba nzuri, kwa mfano siku ya Ijumaa niwe na vipindi vinne, ndio hivi hapa. Vipindi vinne hivi hapa kwa siku za Ijumaa zote vipindi vyetu vimeshia vipindi vinne, lakini siku ya Alhamisi nilisema vipindi nane. Sasa tuangalie kwa nini break nyingine haijatokea. Kule mimi kwenye setting nilisema kwa siku nataka niwe na vipindi nane. Sasa twende tukaongeze kwa siku tuwe na vipindi kumi na mbili, tuone kinachofanyika kwa siku. Vipindi kumi na mbili, ukija hapa kwenye kujenereti timetable kama kawaida, unaona hapa tayari kuna vipindi vimeongezeka huku kumi na mbili, kwa hapa, ina maana hapa lakini siku ya Jumanne inaishia vipindi vinne limit vipindi vinne, haviwezi kuzidi. Vipindi vinne haviwezi kuzidi vipindi vinne kwa sasa. Kama ratiba hujaipenda una refresh, unapo refresh unaenda kupata ratiba nyingine tofauti tofauti. Kumbuka hii hapa itengeneza collision yoyote. Maybe hiyo nayo hujaipenda, unakuja kwenye alternative ya yeah, nyingine nayo inakupa namna ya ku refresh kama unavyoona hapo Limit vipindi vinne kwa siku ya Ijumaa ya juma, unaweza tu hapo ukaprint ratiba yako, lakini pia tuende kwenye alternative nyingine, kama utakoja alizikanayo bado una lakini alternative zingine kama unavyoona hapo lakini, nakushauri alternative yako nzuri kabisa iwe hii hapo alternative namba 2. Alternative namba 2 ni moja wapo ya alternative safi kabisa, ambapo unaweza ukasave au ukaprinti ratiba yako. Kama unavyoona huko, ratiba moja nzuri sana kwa ajili ya matumizi yako ratiba, au pia alternative namba 3 pia bado ni